Koth Biro inayojumuisha timu 32 kutoka kaunti ya Nairobi iliingia siku yake ya tatu hii leo huku wachezaji katika ligi kuu humu nchini wakijumuika na chipukizi. Wanaoshiriki katika michuano hii wana ari ya kutamba katika ligi za juu, huku wakiyashawishi mashirika na hata yale ya kandanda nchini kuwa mstari wa mbele ili kuhakikisha talanta inakuzwa. <todicomu> ya tatu katika kinyanganyiro almaarufu kama shindano la Koth Biro iliyojumuisha wachezaji wenye uzoefu na chipukizi katika uga wa Karioko. Wachezaji Jamal Mohamed, Wilson Oburu, mlinda lango wa Bandari, na Ezekiel Ontumo walikuwa baadhi tu ya wachezaji maarufu katika uga huu, huku wachezaji hao wakiwa na yote ya kuisifia shindano hili. Wachezaji wale wadogo wadogo ambao bado hawana experience, wanapata kucheza na wale watu ambao wanaonaga Gadeli wakicheza kwa Premier League, so wanazidi ku gain confidence ambayo ni muhimu sana kwa development ya game yao, kama sasa hivi na watu wameja uwanjani kwa hivyo hakuna tanatembea sah satkopande moja vijana. Talanta ya kandanda iliyoko mashinani inazidi kuimarika, huku wachezaji wakiwasihi wahusika wote kwa kiki wa kambumu nchini kuhakiki wanazuru mitaa duni na kujionea ukwasi wa wachezaji. Kitu inatuharibia pia ni management unapata kama tournament kama hii kuna wachezaji wengi sana wazuri na hawana hiyo motisha level ya, ya juu. Sasa unapata maisha yao mingi inaharibiki hapa chini. Talent zile ambazo ziko hapa ni za hali ya juu, na labda wanaweza kosa mahali pa kwenda after hapa, so tunataka kama club kama ni Sofapaka ama Gor Mahia, hizi club kubwa kubwa wakiwa na mahali ambao wako na teams za under 18, 17, 16, wachezaji wanapata mahali ambao wanaendelea na career yao. Sa hivyo kando na kufurahia fursa ya kubaragaza michuano yao pamoja na wachezaji stadi chipukizi, hawa wanajua yale wanayostahili kufanya ili kuimarika ugani. Bola ina shortcut, bola lazima utie mazoezi. Huwezi eh, enda kufanya mtihani kama hujasoma. Michuano hii ni nguzo muhimu katika ukuzaji wa vipaji na ingali wahifadhi wanaombwa kujitokeza kwa wingi. Moses Wahisi, KTN Michezo.